Tunaendelea katika kipindi cha kupendwa kabisa cha Ramadan na Iman, na mada yetu ya leo itakuwa inazungumzia kuhusiana na swala zima la Zakatul Fitr. Kwanza kabisa, Zakatul Fitr ni wajibu kwa kila Mwislamu kuitoa hiyo Zakatul Fitr, Mwislamu ambaye ametimiza vigezo ametimiza masharti ya kutoa zakatu zakatul-fitri, basi kwake yeye ni wajibu kuitekeleza kuitoa zakatu zakatul-fitri, kutoka kwa hadithi ambayo imetoka kwa Ani bin Umar radhiallahu anhuma qal faradha Rasulullahi sallallahu alaihi wasalama al zakata l-fitri, amefaradhisha mtume wa Mwenyezi Mungu rehma na amani zimfikie. Zaka ya kufungua Mtume Muhammadi sallallahu alayhi wasalama amefanya wajibu, amefanya lazima kutoa zakatul fitr. Hapa tupate kuona, tupate kujua kila muislamu ambaye ametimiza vigezo vya kutoa, yatakikana atoe zakatul fitr ni vipi vigezo ambavyo mwislamu akitimiza hivyo vigezo yatakikana atoe zakatul-fitri? Kwanza kabisa ikiwa anacho chakula katika ule usiku wake wa Eid na mchana wake wa Eid na kukawa kuna ziada ambayo imezidi, basi mtu huyo kwake ni wajibu kutoa zakatul-fitri. Zakatul-fitri siyo kwa ajili ya matajiri tu. Hapana, bali ukitimiza iki kigezo ambacho tulichokitaja kuwa una chakula cha usiku wa Idi na mchana wake na una, kuna ziada imebaki, basi wewe watakikana na ni wajibu utoe zakatul-fitri. Na hikma gani ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallama mpaka kusema ni lazima ni wajibu kutoa zakatul-fitri? Ni faida gani ambayo tunayoipata katika zakatul-fitri, jambo la kwanza kabisa tuhrata lisaim, faida ambayo inayopatikana katika kutoa zakatul-fitri ni kumsafisha yule mfungaji minallaghawi, kutokana na maneno mabaya mabaya. Kwengine katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, amefunga kibinadamu, akiwa anatongea maneno ambayo si mazuri, pia warafath na vitendo ambavyo vibaya vibaya, basi hii zakatul fitr faida yake ni kumsafisha mja na hayo na hivyo vitu ambavyo vibaya alivyokuwa akivifanya kwa kukosea katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Pia Bwana Mtume Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, ni kitu gani na kiasi gani ambacho amefaradhisha kuwa mtu yatakikana atowe akasema swaan min tamri, atakikana mtu atoe pisi inayotokana na tende au swaan min sha'iri, au pisi ambayo inayotokana na ngano. Na malengo au sababu ya kutaja bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hivi vitu, tende na ngano, ni vitu ambavyo vilikuwa vyapendwa sana katika zama zake Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yatakikana utoe chakula ambacho chapendwa katika mji wako. Sisi katika miji yetu hii twapendelea ku chakula ambacho tunachopenda sana katika miji yetu ni mchele. Basi yatakikana utoe mchele. Na kiasi gani utakikana utoe huu mchele? Swaani. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameleza kuwa ni swaani. Swaani vipimo ambavyo vilikuwa vikitumika katika kipindi hicho ambacho ni pishi, kwa lugha yetu tunaita pishi, lakini kwa sasa hivi tunatumia vipimo vyetu vya kilo, yatakikana utowe kilo mbili na nusu. Hiyo ndio kikiwangu ambacho kinachotakiwa kutolewa Zakatul-fitri. Tuangalie ni nani ni nani kwake wajibu kutoa Zakatul-fitri kila yule ambaye ana chakula cha usiku wa idi na mchana wake wa idi, basi mtu huyo ni wajibu kutoa Zakatul-fitri. Na ni wajibu pia kwa mzazi au mlezi kuwatolea wale ambao anaowasimamia katika chakula chao, katika mahitaji yao mbalimbali. Ni lazima kama anao uwezo wa kuwatolea, basi na wao pia awatolee. Ni muda gani inatakiwa Zakatu fitr kutolewa? Ni muda ambao kabla ya swala ya idi, baada ya kuingia mfungo mosi, basi kuanzia pale yatakikana Zakatu fitr kutolewa, ni mpaka mwisho wake baada ya salatu al-Eid, pale mwisho wa Zakatu fitr inakuwa umekwisha. Mtu akitoa baada ya salatu al-Eid ile inakuwa ni kama swadaka tu, kama swadaka nyingine, lakini ile fadhila ya zakatul fitr atakuwa amekosa. Kwa hivyo zakatul fitr ina faida nyingi sana kama tulivyosema kuwa tuhrata lissaimi minalaghaw warafas, kuwa yamsafisha mfungaji kutokana na maneno ya ovyo ambayo akikuwa akiongea au vitendo vya ovyo ambavyo alikuwa akivifanya katika mwezi wa Ramadhani kwa bahati mbaya au kwa kukusudia. Kwa hivyo, ndugu mtazamaji wa Zahmid TV, zakatul-fitri ni muhimu kwa kila muislamu kuitekeleza kwani ina malipo makubwa sana, ili tuweze kuzifanya somu zetu kuzitakasa somu zetu kuzisafisha nafsi nafsi zetu kuzisafisha somu zetu ili tuweze kukutana na Allahu subhanahu wa taala tukiwa wasafi kabisa na saumu zetu zikiwa zimekubaliwa. Kwa hivyo, ndugu mtazamaji wa Zahmid TV, zakatul-fitri ni muhimu sana kila mmoja wetu kuitekeleza ili tuweze kuzitakasa nafsi zetu na pia kuingiza furaha katika wale ndugu zetu ambao hawana uwezo katika siku ya Eid, na tuwasaidie maskini mafukara, ili tuweze kushereheka kwa pamoja kwa upendo kabisa katika siku ya Idi, ili tupate makusudio ya hii zakatul fitr na tuweze kukutana na Allahu subhanahu wataala, hali tukiwa wasafi, hali tukiwa ni wenye kupendwa kabisa mbele yake Allahu subhanahu wataala. Pia ndugu mtazamaji, usisahau kusubscribe, kucomment na kushare ili uweze kujipatia vipindi mbalimbali vya chaneli yako ya Zahmid TV. Wa billahi tawfiq.